Tume huru uchaguzi na mipaka IEBC leo imezindua upya zoezi la usajili endelevu wa wapiga kura kote nchini ikiwa ni maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Tume hii inalenga kusajili wapiga kura wapya zaidi ya milioni 6.3, hasa vijana waliotimiza umri wa miaka 18 na wale waliopata vitambulisho vipya. Katika maboresho mapya IEBC sasa yatumia teknolojia ya kisasa ikiwemo skani za iris, alama za vidole na picha za pasipoti ili kuhakikisha sajili ni safi na kuzuia usajili marudio. Wakenya wanahimizwa kujisajili katika vituo vya IEBC vilivyo kwenye maeneo bunge yao katika huduma centers, na pia wana diaspora wanaweza kujiandikisha kupitia balozi na konsili za Kenya nje ya nchi. Mbali na usajili mpya, wananchi wanaweza kuama vituo vya kupigia kura, kusahihisha makosa katika usajili au kuthibitisha taarifa zao kwa kutuma nambari na ya kitambulisho kwa saba sufuri sufuri sufuri sufuri au kutembea kwenye tovuti ya IEBC. Mwenyekiti wa IEBC ametoa wito kwa vijana na wananchi wote kujitokeza kwa wingi ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027.